Baada ya kusema yo, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nimpongeze pia kaka yangu Mlisho Gambo. Simama kwanza wakuone, Arusha oye! Nampongeza kwa sababu moja kubwa katu, kwa sababu moja kubwa juzi ameomba radhi bungeni. Amechonganisha, chonganisha sana watu hapa, na leo hapa ameanza kumsifia mbunge nani mkuu wangu wa wilaya kwa sifa zile zile ambazo alinisifiaga mimi nilipoteuliwa kuwa mkuu wa mkoa, lakini sasa hivi hata kulitamka jina la Makonda hawezi. Na msifu kwa sababu aliomba radhi alikuwa anaenda kuharibu maisha ya watu kwa kuwadanganya wabunge na Bunge lisingekuwa makini na waziri wetu Mchengerwa kuwa imara leo hii kuna watu wangepoteza kazi kwa uongo wake. Sasa ombi langu kwake, moja, awaombe radhi watu wote aliowaumiza kwa kuwafitini, kwa kuwachonganisha na kuharibu maisha yao kwa sababu bila kufanya hivyo ngojeni, Mzee Mwandi amesema hapa safari ya mbinguni, hata mimi naitaka. Mambo yalivyoendelea yalipelekea mpaka simu nikazopata, kweli namwita waziri wetu mwongo. Hii stendi inayo kwenda kujengwa hii, nimemwomba waziri Mchengerwa, design iliyokuwepo ilikuwa ni design ndogo, haikidhi standard ya Arusha. Waziri Mchengerwa akaongeza mpaka bajeti imefika kwenye bilioni 30, ni faida ya wananchi wa jiji la Arusha. Halafu namuita waziri wetu mwongo, kwa kuwa bunge limemsamehe na mimi moyoni mwangu silashaka naye, lakini shariti langu moja, aliwaumiza na kuharibu maisha yao, akawaombe radhi, ili mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu tupate kibali cha kuifanya kazi hii. Mheshimiwa naibu waziri mkuu, hapa nimechomekea tu kwa sababu wajanja wajanja wanapokuwa wengi mahala, utulivu unapotea. Mimi ndio mkuu wa mkoa hapa, nitakula spana kila mtu mpaka kazi niliyotumwa ikamilike. Arusha hii tulichelewa mno, jengo lile la utawala limekaa kami miaka mingi. Jiji la Arusha jiji la Arusha wanatumia jengo la mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tisa. Watumishi hao wengine wako kwenye mitaa kule, hawana jengo, na lengo lilikuwa hata hiki tulichokianza kukijenga alitafuta namna na kenyewe kipigwa marufuku kisimame. Sisi sisi ndio watendaji wa serikali, sisi ndio tunasimamia ilani. Na mwishoni mwaka huu, kabla ya uchaguzi, nitamkabidhi mzee wangu mzee Sabaya kila jambo liloahidiwa na utekelezaji wake. Ukinikwa mimi ni, ni kama leli ukikaa mbele yangu kwenye treni na kwenda hey. Miradi ya soko kakaangu Mwani pale, wakati uko Tabora alikuwa anasimamia ujenzi wa soko na stendi. Kaka yangu Mwongera alipokuwa Mwanza ndo aliyesimamia ujenzi wa soko na stendi za Mwanza mimi nilipokuwa Dar es Salaam ndio nilikuwa nasimamia stendi ya Ubungo Hapa Arusha, majungu fitina ushirikina, nimesema mwisho umefika. Nasemakaa siku zote mimi nikae siku moja, lakini alama ya kazi niliyotumwa ya kuwapigania wananchi ipate nafasi yake.